Is negative force hizi fear anger na so, hizo ni nguvu za nchi. Mtu mmoja aseme huzuni kwa sauti ya kishujaa: huzuni, hasira, hasira na hofu, na hofu. Hizo nguvu haziko ndani nguvu za ndani hizo, ni nguvu za sheria ya ulimwengu wa mwili na sheria ya ulimwengu wa roho, zinajitokeza kukukabili wakati wa jaribu lako. Upendo ni sheria ya ulimwengu wa roho. Furaha na kicheko ni sheria ya ulimwengu wa roho. Matumaini ni sheria ya ulimwengu wa roho. Tunapenda kutokea ndani, tuna hofu kutokea nje, tunachukizwa kutokea nje, tunahuzunishwa na vitu vinavyotokea nje. Yesu asifiwe, amen. Kwa hiyo kama vile meli isivyozama mpaka maji ya nje yaingie ndani, ukumbuke meli inaelea juu ya, ya maji yale, yani maji ambayo inaelea juu yake yasipoingia vyote vilivyopo vitii sheria yake ya kuzama ndivyo. Yani ndivyo zilivyo hizi nguvu tatu, ukijaa hofu, hofu ikiingia ndani yako, hofu iko nje, ndio maana ukiwa Ukiamgua, unaamua ndani ya hofu kuzamisha. Ukichagua, unachagua ndani ya hofu kuzamisha. Ndio maana anaweza akikata aki tamaa anaweza jambo lolote, akivunjika moyo Mtu hasira ikifura anaweza kufanya jambo lolote, anaweza mpaka na kuua, anaweza kuchoma kisu, anaweza kuchi, anaweza kuchukua maamuzi ya aina yoyote. Kwa nini? Amezama ndani ya hasira. Hasira haiko ndani yake, ila hasira ikimwingia itamzamisha. Yani huwa hiki cha nje kinachoitwa hasira kikiingia ndani yako, utajikuta unazama ndani ya hasira, kama vile bahari ambavyo maji yakiingia ndani ya mea, meli inazama ndani ya bahari, ndivyo ambavyo ukiwa na hofu. Hofu ikiingia ndani yako inakuzamisha ndani ya bahari inaitwa hofu. Hasira ikiingia ndani yako inakuzamisha ndani ya bahari inaitwa hasira. Uzuni ikiingia ndani yako inakuzamisha bahari inayoitwa uzuni. Kwa hiyo, najikuta uzuni inakulazimisha kukuelekeza kufanya kitu chochote. Yesu asifiwe. Inasema, inasema, inasema hasira ukaa kifwani mwa mumba, kwa sura anafanya Mungu anaweza kwa eh, aliyeko kwa sura anafanya Mungu anaweza kwa mumba. Inaposema ukaa kifwani mwa mumba, sura haisemi usichukie. Tunaposema ni nguvu, hakuna namna yoyote, itokee jambo la kuchukiza, usichukie swala ni lijapotokea na kukutia hofu, lijapotokea na kukuhuzunisha, lijapotokea na kukukasirisha, na wewe unakasirika kama nani? Unahuzunika kama nani? Unaogopa kama nani? Una